Ni maandamano ya watoto na vijana katika kata ya Nyarugusu yakiashiria kupinga ajira hatarishi dhidi yao. Maandamano hayo yamekomea katika viwanja vya michezo vilivyopo Nyarugusu, eneo ambalo vijana wanaonyesha vipaji vyao ambavyo huenda ndio ikawa safari yao ya kutimiza ndoto walizo nazo. Hii talanta siyo tu ya uchezaji wa mpira, hii talanta pia ni kuibua, kuibua uwezo miongoni wa vijana ambao wanaweza, wanaweza wakatumika katika jamii yao, aa, kwenye department mbalimbali. Sawa, department mbalimbali hapa, kuna watu ambao watahitaji kuwa walio sawa. Kwa hiyo hapa tuko tuko kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kuibua talanta zipo aa, na, na, na kuna uhitaji mkubwa sana kati ya vijana kwa kile ambacho wanaweza kufanya, kwa hiyo mpango tulionao kwa sasa hivi andiko tulioandika ni wa miaka mitano ya mwanzo kwa maana ya kwamba kwa, kwa miaka miwili ya kwanza itakuwa ni ile ambayo tunaita uh, ile phase ya majaribio pilot phase. alafu miaka inayofuata sasa ndio miaka ambayo tunaenda kusema kwamba sasa tuna scale watoto na vijana zaidi ya mia nne wapo ndani ya mpango huo wa uwezeshaji ambapo hupata mafunzo na mazoezi mara baada ya kutoka shuleni Mwamba Mine wamekuja kuinua vipaji vyetu, tunaomba waendelee hivi kuinua vipaji vyetu. Napenda kucheza mpira wa miguu, napenda na kufikia kucheza timu kama vile Simba Yanga na Azam. Malengo makuu ya kampuni hiyo ni kuanzisha kituo cha michezo kwa watoto, na mpango huo tayari umeshaanza kufanyiwa kazi. Mpaka hapa ninavyoongea sasa, tumeshaanza matengenezo ya uwanja katika planti yetu, uwanja wa mpira wa miguu, uwanja wa netball na volleyball lengo sasa kupitia haya mashindano, tutaweza kuchagua vijana ambapo kuanzia leo tutaanza kuwasainisha kwanza, vijana wote tawachukua na kuwapeleka kwenye akademi yetu ya, ya, ya, hapa, ya hapa Buziba. Lakini vile vile tupo kwenye mazungumzo na baadhi ya klabu hapa Tanzania ambao watashiriki na sisi au kusaidia technically kuja kutrain hawa vijana kabla vijana hawajaondoka hapa. Inadaiwa kuwa kwa sasa wimbi la watoto mtaani na wale wanaojihusisha na ajira hatarishi hasa maeneo ya migodini imepungua. katangu ina wanafunzi eh, takriban elfu kumi na nne wa shule za msingi sekondari, tuna takribani watoto elfu tatu hasa watoto baada ya masomo, wengi walikuwa wakiwa wanaenda eh, kwenye mzunguko ambao si rasmi. Wengine walikuwa wingia ua wanatumwa na mama zao kuuza ndizi, eh, kwenye michezo ya kamari, lakini kupitia hii program tunawashukuru Mwamba Mine kwa sababu itawasaidia kupunguza wimbi la watoto kuzurura zurura na sasa aka kwenye mfumo rasmi wa kuh Sambamba na hayo, klabu hiyo itasaidia kuibua vipaji kwa watoto na vijana kwenye sekta ya michezo ambapo Mwamba Mine wamejidhatiti kuviendeleza. Nikiripoti kutoka mkoani Geita, Ester Sumira, Azam Sports.